kwa wanamwanga mmeondokewa na mkazi mwenzenu na pia aliyekuwa mwakilishi wa kwanza wa jimbo hili lilipoanzishwa mwaka 1980 pamoja na kuwawakilisha rasmi kama mbunge kwa miaka 20 wakati wote amekuwa mtetezi mzuri wa maendeleo ya mwanga hivyo haishangazi kusikia kwamba mlimpa jina la heshima la baba wa Mwanga. Ndugu waombolezaji wenzangu, pamoja na kumsindikiza mzee wetu, tupo hapa pia kupeana faraja, ingawa faraja ya kweli inatokana kwake Mola wetu. Na waraka wa mtume Paulo kwa waumini sura 14 mstari wa 7 hadi wa 8 unatufariji kwa kusema, kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake wala hakuna afae kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana, basi kama tukiishi au tukifa tu mali ya Bwana. Kwa hiyo hakuna mwenye uwezo wa kuchepusha au kuondosha lile ambalo Mwenyezi Mungu analitaka. Siku na saa ikifika, tunakwenda kwake. Hivyo kwa familia na wote walioguswa na msiba huu wa baba yetu, tuendelee kumwombea na tujiombeeni, nasi Mwenyezi Mungu atupe faraja na mwisho mwema.